Newe ni mmoja wa wakosoaji wazuri tu, hakuna jambo na kashfa yoyote iliyowahi kuibuliwa kwenye bunge nikiwepo, mimi sikuwa mbele. Naenda EPA naenda Richmond naenda Escrow naenda chochote kile unachokikumbuka, naenda fedha za stabilization naenda ripoti zote za CAG. Nili, nilikuwa nasimama kama sauti ya watu Kusema. Na kwa kusema hivyo maana unaikosoa serikali na kazi ya bunge sio tu tu kwamba ni kutunga sheria na kufanya, ni kuisimamia na kuishauri serikali lakini maoni ya wananchi juu ya namna gani wangetaka nchi yao iongozwe, ha, ha, hajawahi kuwa tatizo na, na, na, na kwani Polepole akasema nini? ma, ma, maana ya kwamba Polepole anayosema leo haya yanayesema kuhusu Polepole pole, si tunaviachia vyombo viseme. Nikisema hapa leo kwa habari nilizoona kwenye mtandao eh, hapa nitakuwa hata mimi mwenyewe sijitendee haki, lakini nataka kusema yale aliyoyasema. Kwa mfano Polepole amesema nini kikubwa? Kwamba Dkt. Samia Suluhu Hassan hakupatikana kwa utaratibu wa CCM, ufisadi wa nani? Kwa sababu ngoja kwamba so, anatumia neno kubagaza kwamba serikali inabagaza wananchi wake. Sawa. Wewe wewe usaidiane hapa. Wewe wewe tuelewane hapa. Unajua, unajua kwa wakati mwingine, mseme mtu, watu waogope Mungu. Mamlaka ya kuteua wagombea udiwani ni halmashauri kuu ya CCM mkoa. Halmashauri kuu ya CCM mkoa. Mamlaka ya kumteua na kumchagua mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mkutano mkuu wa CCM taifa na kwa katiba hii mkutano mkuu wa taifa ndicho chembo kikuu chenye madaraka katika mambo yote ya chama cha mapinduzi. Kwa mujibu wa katiba hii mkutano mkuu unaweza kubadilisha, kutengua, kuridhia mapendekezo na maamuzi ya kikao kingine chochote kilichoko chini yake. Kwa hiyo kitakachoamuliwa na mkutano mkuu ndio maamuzi ya mwisho. Ingelikuwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ameteuliwa na, na halmashauri kuu ya taifa tungesema halmashauri kuu ya taifa haina mamlaka, lakini kilichofanyika na mkutano na halmashauri kuu ni kupendekeza jina la Dr. Samia Suluhu Hassan, na ni vizuri watu waelewe jambo hili, maana bahati mbaya sana dhani Polepole alikuwa huko alikokuwa. Baada ya, kut, baada ya kupokelewa kwa taarifa ya utekelezaji wa ilani iliyowasilishwa na waziri mkuu na iliyowasilishwa na makamu wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, mkutano mkuu wa taifa ulitafakari na kuridhika na kazi nzuri iliyofanywa na viongozi hawa wawili: Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Dr. Hussein Mwinyi rais wa Zanzibar. Na mimi nyinyi yote ni mashahidi juu ya kazi nzuri iliyofanywa na viongozi wote hawa wawili. Kwa upande wa Tanzania bara ninyi wenzangu wa Tanzania bara mlioko hapa leo mlioko wengi mnaoishi huku mnaona mambo makubwa yaliyofanyika hapa. Nipata nafasi mimi ya kwenda Zanzibar kama mara nne hivi. Mbili nimekwenda kwenye mazishi ya viongozi marafiki zangu mara tatu hivi, alafu mbili zingine nimekwenda kwa matembezi. Nimeona mabadiliko makubwa sana Zanzibar, nimeona hata Tanzania bara ninayajua na kuyashuhudia mabadiliko ya leo yalifanyika kwenye jiji la Dar es Salaam juu ya flyover mbalimbali ambazo mbali Dr. Samia Suluhu Hassan ameanzisha juu ya kuendeleza miradi ya kimkakati kama mradi wa SGR, kuendeleza mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, madaraja ya Busisi na Tanzanite. Kazi kubwa iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan haina mfano. Kwa hiyo sio kila ahadi iliyotolewa wakati wa ilani kwamba lazima zote ziwe zimekamilika kwa wakati huo, au iliwahi kutolewa na kiongozi tunakwenda kwa vipaumbele, tunakuangalia kipaumbele gani kwa wakati huu na huko sio kubagaza wananchi. Leo tuna ahadi zingine za miradi ambazo zimetolewa na awamu zilizopita zimetekelezwa katika awamu ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Hata uamuzi wa kuhamia Dodoma ulifanywa miaka ya sabini huko wakati uongozi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini kwa kwa hamia Dodoma tumehamia wakati wa Dokta Magufuli. Nataka kusema hivi mimi sio ufisadi kama, kama, kama wamesema. Kwa hili la la, la, la uteuzi wa mgombea nataka niwaambie, ni Dokta Samia Suluhu Hassan ameteuliwa kwa kuzingatia mamlaka ya katiba ya Chama cha Mapinduzi, yaani mamlaka yaliyopo kwenye, kwenye, kwenye mkutano mkuu wa CCM wa taifa na na na wakati mwingine kama mnataka mimi nitawarejesha nta, nta, huko kwa sababu kazi ya mkutano mkuu. Na na na nataka niwambieni vuzuri moja, katiba hii imeweka sharti kabisa, kwanza ibara ibara ibara ya mana vizuri, ndugu zangu, tusiandikie mate. Ibara ya mia moja ibara ndogo ya pili sema mkutano mkuu wa CCM taifa utakuwa ndicho kikao kikuu cha CCM kupita vyote na ndicho kitakachokuwa na madaraka ya mwisho. Na mgombea urais wa wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ndiye anachaguliwa na mkutano mkuu wa taifa, na mgombea urais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar anathibitishwa na mkutano mkuu wa taifa. Kwa hiyo Dr. Hussein Mwinyi amethibitishwa na mkutano mkuu wa taifa. Dr. Samia Suluhu Hassan amechaguliwa na mkutano mkuu wa taifa. Kwa hiyo hakuna mahali palipokiukwa. Lakini tunajua. Mkumbuke tu 95 tulimchagua mzee Mkapa akishindana na wenzake. 2000 Mkapa hakuwa na mgombea Ali, alipita peke yake. Alisimamisha CCM yeye peke yake. 2005 tukashindanisha wana CCM wengi tu karibu 40 akaibuka Kikwete mshindi. elfu mbili na kumi Kikwete hakupata mpinzani ndani ya sisem. Mwaka elfu mbili kumi na tano tukawashindanisha wengi, tukampata Dokta Magufuli elfu mbili na kumi na tano elfu mbili na ishirini Dokta Magufuli alishinda, alishinda, alisimama peke yake ndani ya sisem. Polepole alikuwa ni mjumbe wa kamati kuu, alikuwa katibu mwenezi wa sisem. Hakusema kwa nini Magufuli anapita peke yake. Sasa Dr. Samia Suluhu Hassan amechukua nchi kwa utaratibu wa kikatiba Katiba iko wazi kwamba rais aliyoko madarakani akiondoka, anayeapishwa kuchukua uongozi wa nchi ni makamu wa rais. Kwa hiyo Dr. Samia ametumikia kipindi chake cha kwanza. Ilipofika 2025 mkutano mkuu wa CCM ukaweka azimio kwamba tunataka huyu tunamtaka Dr. Samia asimame kwa nafasi ya urais, tunamtaka Hussein Mwinyi asimame kwenye nafasi ya urais. Na, na, na kwa nini unagoma hilo upinzani hilo? Kwa sababu hata wale wengine hawajua kupewa upinzani, unamkataa Samia akiwa mbunge, akiwa waziri. Kati ya mtu ambaye ana msimamo kwenye mambo ya msingi na asiye simama simamo hovyo lakini siku akisimama hoja yake haijawahi kupingwa. Rekodi ya Dr. Samia Suluhu Hassan haijawahi kuvunjwa. Na ninyi ni mashahidi, kumtafuteni mahali popote mbunge yeyote aliwahi kumuuliza Dr. Samia Suluhu Hassan swali la dhihaka kwenye bunge au hata kumkabakaba hivi labda kuna kashfa yote katika wizara yake. Huyu ni mtu ambaye ametumikia serikali ya muungano na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa uaminifu na uadilifu mkubwa, mtu aliyetulia na hata katika kipindi cha utumishi wa nchi Samia ni muadilifu. Mimi nataka niwaambieni, mimi simpigiagi chapuo mtu ambaye hana sifa. Samia ni mwaminifu, ni mwadilifu, ni mtu mwenye mapenzi ya dhati na nchi yake. Kwa hiyo nataka niliweke hilo vizuri. Kama anajua kama, kama ufisadi nimesema kama anajua ufisadi ataje wao specific, lakini wa, jingine kuna swali la kwa hili la hili, hili, hili la. la, la, la, la la kusema kwamba watu wamepata ma madhila kwa ajili ya kusema jamani, jamani, jamani tuwe na hili la liloko loko polisi, tuache polisi waendelee nalo, sitaki kul kulisemea, eh tu tuliache hili la pole pole lifuate utaratibu wake. Mimi sio msemaji kwenye eneo hilo.